wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia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 Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala Mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka zunguka katika vile vijiji akifundisha. Akawaita wale thenashara akaanza kuwatuma wawili wawili akawapa amri juu ya pepo wachafu akawakataza wasichukue kitu cha njiani, isipokuwa fimbo tu, wala mkate wala mkoba wala pesa za bindoni, lakini wajifungie viatu, akasema msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko ya kung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguuni chini ya miguu yenu, kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza. Naye mfalme Herode akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa. Akasema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Wengine walisema ni Eliya, wengine walisema huyu ni nabii, au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herode alipo Sikia, alisema Yohana niliyemkata kichwa amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani, kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa, kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herod, Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asipate, maana Herode alimwogopa Yohana akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda, na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa, na Herode siku kuu ya kuzaliwa kwake alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemadari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwambia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, "Nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji." Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni, hakutaka kumkatalia, mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana nee, yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wake, wakamzika kaburini. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu wakampa habari za mambo yote waliyoyafanya na mambo yote waliyoyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika naye. Aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji, akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa, ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, tuende tukanunue mikate ya dinari mia mbili ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, mitano na samaki wawili. Akawaagiza wawaketishe wote vikao vikao penye majani mabichi wakaketi safu safu, hapa mia, hapa hamsini. Akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki wawili akawagawia wote. Wakala wote, wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu kumi na viwili na vipande vya samaki pia na walioila ile mikate wapata elfu tano wanaume. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani, watangulie kwenda ng'ambo hata Betsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano hata alipokwisha kuagana nao akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya nne ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimwona, wakafadhaika. Mara akasema nao, akawaambia, Changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Hata walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti wakatia nanga. Nao wakiisha kutoka mashuani mara watu walimtambua wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi kwenda, kila mahali waliposikia kwamba yupo na kila alipokwenda, akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, na wote waliomgusa wakapona.